Asubuhi njema kwako msikilizaji, tunaanzia kule Tanzania ambapo mamilioni ya raia wanapiga kura hivi leo, kuwachagua madiwani, wabunge na rais, katika uchaguzi ambao Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kushinda kufuatia wapinzani wake wakuu kufungwa na kuzuiwa kushiriki. Victor Abuso yupo nami hapa studio kutuelezea zaidi. Karibu. Nam, asante sana mwenzangu Carol. Kwanza, vituo vya kupiga kura vimeshafunguliwa, na kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, wapiga kura milioni 37 wameandikishwa kwenye daftari la wapiga kura na vituo hiyo kama ilivyosema vifunguliwa saa moja kamili na vitafungwa mwendo wa saa kumi na nusu hivi jioni. Uh, huu ni uchaguzi ambao unafanyika wakati huu wapinzani wakuu akiongozwa na Tundu Lissu uh, kutoka chama cha upinzani Chadema akiwa jela, ambapo uh, amefunguliwa mashtaka ya uhaini kwa madai ya kupanga kuzuia uh, uchaguzi huu. Uh, kesi yake bado inaendelea, lakini chama chake hakishiriki kwenye uchaguzi huu kwa sababu kimekuwa kishinikiza mageuzi kabla ya kufanyika kwa zoezi la leo na hivyo hakikutia saini maadili ya, ya uchaguzi na hivyo kikafungiwa a kutoshiriki. Mpinzani mwingine ambaye alionekana kuleta ushindani, Luhaga Mpina kutoka chama cha ja ACT Wazalendo, yeye alizuiwa na tume ya uchaguzi kushiriki, na hivyo alikwenda mahakamani, lakini akapoteza kesi ya kupinga maamuzi hayo. Aidha, kuelekea cha uchaguzi huo mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu kama Amnesty International yameshtumu serikali ya Tanzania kwamba imewatishia wapinzani na hata kuwezesha matukio ya utekaji, madai ambayo serikali ya Tanzania mekanusha hata hivyo, wachambuzi wa, wa siasa wanasema kwamba uchaguzi huu ni muhimu kwa rais Samia, uh, mwanamke wa kwanza kuongoza nchi hiyo kuelekea, uh, hatamia yake nyingine ya uongozi wa miaka mitano ijayo.